Nilipokuwa Norfolk, Virginia huko kwenye barabara ya Redbrook, nje kidogo ya barabara kuu ya kijeshi uh, na kumbuka watu wa kusini uh, kwa kawaida waliwahutubia wanaume na wanawake wazee uh, kama mabwana na masisi. Nami sina budi kukuambia, hakika nilifunzwa namna hiyo kusema ndiyo bwana na ndio bibi vile vile. Hiyo ilikuwa ikionyesha heshima kwa wazee. Bado nakumbuka mshangao niliyohisi mara ya kwanza mhudumu aliponiambia naweza kukusaidia bwanai. Hiyo ilithibitisha nilikuwa nimekuwa mzee na sikuwa na uhakika kama nilipenda hilo. Uh, ukweli ni kwamba jinsi tunavyowahutubia watu inaweza kufichua uhusiano wetu na watu hao. Vema hapa katika kitabu cha Warumi, Paulo sasa anahutubia wasomaji wake kwa mara ya kwanza kabisa katika sura ya moja na anapofanya hivyo, anaeleza jinsi anavyohusiana nao. Bora zaidi jinsi wanavyohusiana na Mungu. Anaanza hapa katika mstari wa sita kwa kuwarejelea kama wale walioitwa kuwa wa Yesu Kristo, wale wote walioko Rumi, ambao wamependwa na Mungu na walioitwa kuwa watakatifu. Tena hii ni maneno ya kubeba kwa kweli. Hii ni maelezo ya mara tatu ya maneno hapa kwa waumini hawa. Kwanza wameitwa kuwa wa Yesu Kristo. Neno la Kigiriki kwa kuitwa ni Kleitos ni neno linalohusiana na eklesia ambalo limetafsiriwa kama kanisa. Kanisa kwa maana halisi ni wale walioitwa kutoka. Wanachama wa kanisa ni wale ambao wameokolewa kwa imani katika Kristo na wameitwa kwa namna fulani kutoka ulimwenguni na kuingia katika familia, mwili wa waumini. Paulo anasema hapa kwamba wao wao ni wa Yesu Kristo, kwa hiyo sisi ni mali yake maalum. E, Petro anaandika sisi ni watu wa kumilikiwa naye. Nilisoma muda fulani uliopita kuhusu uongofu wa kijana mmoja kwa Kristo alipokuwa chuo kikuu, na yeye pamoja na rafiki yake wa chuo walikuwa wameenda kumsikiliza mhubiri wa Injili, na usiku huo walikiri imani yao kwa Kristo. Maisha ya mtu mmoja yalibadilika kabisa usiku huo huo, lakini asubuhi iliyofuata rafiki yake aliingia kwenye chumba chake cha kulala na kusema, unajua, hilo halikuwa jambo la kichaa zaidi tulilofanya jana usiku. "Mimi, mimi nadhani tumechukuliwa tu kidogo na hutamwambia mtu yeyote kuhusu hilo, sivyo?" Vema, huyo kijana alikuwa amesikia mwito wa mwinjilisti, lakini yule kijana mwingine alikuwa amesikia mwito wa Kristo. Hao ndio watu ambao Paulo anawaandikia. Uu, hapa wameitwa na Kristo ili wawe wake. Sasa, pili, Paulo anawataja hapa kama watu walioko Rumi na wanaopendwa na Mungu. Basi usemi huu u unaelezea aina maalum ya upendo uliotengwa kwa ajili ya watoto wa Mungu, wale waumini walioko Rumi. Wakati Mungu ana upendo wa jumla kwa ulimwengu mzima, ana upendo wa karibu kwa watoto wake. Uh, mimi napenda watoto wote wa kanisa ninalolichunga lakini siwapendi kama ninavyowapenda watoto wangu mwenyewe. Kuna tofauti hapo. Basi unajua maana ya kupendwa na Mungu. Je, unajifikiria hivyo wewe mwenyewe? Je, kwamba ungeiruhusu kweli hii ingie moyoni mwako leo muumini? Wewe ni mali maalum ya Mungu. Anakupenda kwa kina, milele, kwa uaminifu, kwa makusudi na bila kukosa. Lakini Paulo anaweka dokezo hili ambalo sitaki ulipoteze anaandika kwa wale wanaopendwa na Mungu na wanaoishi Roma. Hiyo ni njia nyingine ya kusema kwamba Mungu anajua kabisa unakoishi, kama vile mimi nilivyo pale Red Brook Road karibu na Military Highway. Anajua anwani yako maalum, na niambie kama kungekuwa na kanisa ambalo lingeweza kujiuliza kama Mungu anajua walipo, basi ingekuwa hii kundi la waumini wa Kirumi, kwa sababu hadi sasa katika historia ya mwanzo ya kanisa, wala Paulo wala mtume mwingine yeyote hawajawahi kutembelea kanisa hili. Kwa kweli, inaonekana kanisa la Roma halikuanzishwa na kiongozi yeyote maarufu miongoni mwa e, Wakristo wa, wa mwanzo. Wataalamu wa Biblia wanaamini kwamba wageni kutoka Roma walikuja Yerusalemu, yeah, siku ile ya Pentekoste, na baada ya kusikia ujumbe wa injili ulihubiriwa na Petro, waliamini kwa Kristo wakabatizwa. Vema, wao walichukua ujumbe wa injili, kisha wakarudi Rumi, walianzisha kanisa huko. Lakini ni mji gani wa kujaribu kupanda kanisa? Hii ilikuwa ni Rumi. Hii ilikuwa mji wa nyumbani wa Nero mfalme. Huu ulikuwa mji mbaya. Hii ni nyumba ya wapiganaji, ya ya wacheza kamari, ya makahaba, ya ya sanamu. Hapa palikuwa, hapa palikuwa mahali rahisi sana kwa mfuasi wa Yesu Kristo kuvunjika moyo. Lakini sasa fikiria hili, barua hii iliyovuviwa inawafikia kutoka kwa Mtume Paulo, moja kwa moja kutoka moyoni mwa Mungu, na inaanza kwa kuwaambia kwamba Mungu anawajua. Ye, Mungu anajua wanapoishi, na wao, wao wanapendwa kwa namna ya kipekee na Mungu. Hawajanguka kwenye rada ya kimungu ya Mungu. Ye, na nashangaa kama huu ndio ujumbe unaohitaji kusikia leo, haijalishi uko wapi, Mungu anajua kabisa unapoishi. Anajua kila undani wa, wa maisha yako. Yeye anajua, anazijua hizo hizo picha ndogo ulizochora zinazoning'inia pale kwenye ukuta wa sebule yako. Yeye anajua kila undani kuhusu kuwepo kwako. Hajakusahau hajakusahau wewe ni nani. Upendo wake unakufikia leo kwa mstari huu ulioandikwa na Paulo kwa waumini wa Rumi. Vema, acha nionyeshe jambo la tatu hapa katika mstari saba, kwamba Paulo anaandika kwamba Wakristo hawa wa Kirumi wameitwa kuwa watakatifu. Neno la Kigiriki kwa watakatifu hapa ni hagios, linamaanisha watu watakatifu. Tafsiri ya Kilatini ya hagios ni sanctus, ambako ndipo tunapata neno letu mtakatifu. Sasa nahitaji kutaja hapa kwamba kitenzi kuwa katika walioitwa kuwa watakatifu hakipo kwenye maandishi ya asili. Maneno hayo kwa kweli kwenye Biblia yako huenda yameandikwa kwa herufi zilizopigwa mstari ili kuonyesha hili. Maneno hayo yanaonyesha jaribio la mtafsiri kufafanua kwamba hivi ndivyo tunavyoitwa kuwa. Na hilo ni kweli kabisa, tumeitwa kuwa watakatifu, lakini nafikiri inaweza kuwa inachanganya kidogo hapa. Paulo anasema kwamba waumini wa Roma wanaitwa watakatifu, na kuna tofauti kubwa kati ya kuitwa ili kuwa mtakatifu na kuitwa mtakatifu sasa hivi. Kanisa Katoliki kwa karne nyingi limechukua usemi huu kuwasukuma watu kuelekea aina fulani ya utakatifu maalum ambao, unajua, ni watu watakatifu sana tu wanaoweza kuufikia kwa kweli lazima uwe na miujiza fulani inayohusishwa na wewe kama unataka kufikia utakatifu, na kwa njia hufikii kiwango hicho hadi baada ya kufa. Sasa ngoja nikuambie mpendwa, Paulo anatumia neno hili hapa si kwa Wakristo waliokufa, bali kwa Wakristo walio hai. Hili si jina la Wakristo maalum, bali ni la kila Mkristo. Ukweli ni kwamba e, Mungu hamwambii mwenye dhambi ajaribu kufikia utakatifu. Mungu anatuchukua kutoka kwenye matope ya dhambi na anatuita watakatifu. Lakini vipi, vipi kabisa, Mungu anawezaje kutuita watakatifu? Sikiliza, mimi mimi naishi na mimi mwenyewe wakati mwingine. Mimi si mtakatifu sana, mimi si mtakatifu sana, sawa? Tunaitwa watakatifu si kwa sababu tuko wakamilifu, si kwa sababu tumefika, bali kwa sababu tunamilikiwa na Kristo. Na ulipokuwa muumini, ulipokea haki ya Kristo iliyowekwa kwenye akaunti yako iliyokuwa imefilisika. Paulo atafafanua hilo kidogo baadaye kwenye sura ya tano. Tofauti pekee kati ya mwenye dhambi na mtakatifu ni Mwokozi na wokovu. Kwa hiyo kama wewe ni mtakatifu leo, mpendwa, si kwa sababu ya ukamilifu wako, ni kwa sababu ya nafasi yako. Uko ndani ya Kristo, mshiriki wa familia ya Mungu, na wewe ni wa Mwokozi wako mkamilifu. Sasa sitaki mwelewe vibaya jambo hili, wapendwa. Wazo la kibiblia la utakatifu linamaanisha kwamba tunataka kuishi maisha matakatifu, ambayo inamaanisha maisha yanayompendeza Mungu wetu mtakatifu. Kwa kweli, neno utakatifu katika maandiko linamaanisha kutengwa. Lo, kuwa watakatifu leo inamaanisha kwamba tumetengwa kwa ajili ya Mungu na kwa msingi huo tunataka kufuata maisha matakatifu. Hili ndilo jambo ambalo Paulo anasisitiza katika Waefeso sura ya tano katika mstari wa tatu: lakini uasherati na uchafu wote wa kutamani usitajwe kwenu kamwe, kama iwapasavyo watakatifu. Hapo tena. Kwa hiyo tunapaswa kuishi kama watakatifu kwa sababu tumetengwa kwa ajili ya Mungu. Nakumbuka nikiwa sekondari, nilipokuwa natoka jioni kwenda kukutana na marafiki zangu au kuhudhuria shughuli fulani, kabla sijaondoka mlangoni, mama yangu alikuwa ananiambia, sasa, usisahau jina lako la ukoo. Sasa kukumbuka kwamba mimi ni Davey haikuwa hoja kuu alitaka tabia yangu iendane na jina la familia yetu. Wewe ni mtakatifu kwa bahati, basi ishi kama hivyo. Ishi kulingana na jina la kuwa mtakatifu, kuitwa mtakatifu kwa utukufu wa Mungu. Sasa Paulo anatoa salamu zake binafsi katika mstari wa saba. Anaandika, neema na amani viwe nanyi. Hii ni salamu ya kawaida ya Paulo katika barua zake, inayochanganya salamu ya Kigiriki ya neema na salamu ya Kiebrania ya shalom au amani. Hivyo Paulo anawasalimia kwa kweli watu wa mataifa na Wayahudi walioko katika kanisa la Roma, lakini pia anataka kusisitiza kwamba chanzo pekee cha neema, chanzo pekee cha amani, na ndiyo maana anaandika hapa neema na amani viwe kwenu kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Yote yanatoka kwa Mola wetu. Naam, mpaka wakati ujao wapendwa, nasi twaanza safari tena. Neema ya Bwana Yesu Kristo, na upendo wa Mungu, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi na nyote. Amina.